tokewa na hizo process kwa sababu labda ya, ya kujichua sana mm. Japo uwe ume wake sio kwamba ulikuwa mkubwa mm. wa kiasi yeah. Ehe. Kwa hiyo unakuta ile kwenye kujichua ile ile process haitakuwepo mpaka vile ajirudi tena kujichua mm -hmm. haita perform vizuri, na mm. umezoea mkono kuliko uke wa mwanamke. Kwa hiyo ninatibu na kutatua tatizo lako, then ndo mm. turudi. Kwa hiyo ukishakuwa mkweli kwangu mm. ukanambia, bwana mimi labda nilipitia changamoto hii mm. nilikuwa hivi kwa sababu yeah. tunakuwa tuna consult mm. na kwenye kuconsult tunakuwa tunaongea kwa siri mm. ni baina yangu na mteja wangu. Kwa hiyo mm. nitakuwa namuuliza, nitakuwa naniambia, nanambia mm. kwa hiyo ni mtu ajue, au awe huru kwangu. Sasa ili mi nijue na msaidia hapo hapo, kabla kuendelea mbele, nitaja namba hapo. Uh, uh -huh. 0689072717 rudia, 0689072717. Jamani, mnachukua namba ni kwa msaada, sio kumtongoza <laughs> dokta jamani. <laughs> Nawaambieni kabisa, sio mnamtongoza dokta. <laughs> Maana kuna <kwa> mtu hapa <laughs> akachukua namba yangu kafikiri anaongea ya na dokta, kasema mm -hmm. ah, ila dokta ko vizuri nikikuweka <laughs> nikaambia sasa wewe, unaomba msaada au unataka uweke? Jamani, unachukua hmm, namba sio kwa sababu ya kutongoza, kwa sababu ya msaada. Ieleweke, ni namba kwa sababu ya nini? Ya msaada. Ehe, sasa nina swali lingine hapa. kuna baadhi ya wanawake wengine hawapati hisia au hawametendwa ndoa. Why? kwa nini Hmm. Baadhi ya wanawake kabisa hawapati hisia au kuwa na hamu ya tendo wakati wapo kwenye ndoa au wapo kwenye mahusiano ambao wanatakiwa wana wategemeane yeye na mwenza wake. Je, ni kwa nini na wanapata msaada gani kwako? Okay. Mm. Wanawake hawa kwanza mm. ukishaona mwanamke hapati hamu au l la tendo la hisia kwanza, yeah. hiyo ni sio normal okay, ijulikane hivyo yaani, yeah. mwanamke yote ambaye hawazi au mm, hafikiri au unapofika yeah, kwenye tendo mm, anakuwa hana hamu nalo basi this is not kawaida kabisa. Sio kawaida uh -huh. Uh -huh. Na sababu ya kwanza mm, ni kutokana na mawazo tunarudi, okay, kule kule kama mwanamume mwanamke mm. Amin na mawazo itaambatana ita na hormones yeah, sawa? Okay. Mwanamke ameumba mwili wake kwa hormone kuanzia mm. yaani hata akili yake sometimes inachakata kama hormone zake ziko sawa. Okay. Yeah. Mhm. Mm. Maziwa, ili ndio maana ndio maana tukifika kwenye ile, tuna primary stage na secondary stage. Mm. Secondary stage ndio au secondary changes ndio zile ambazo mwanamke huanza pale anapobalea okay sijui sauti laini mm -hmm. sijui maziwa kukua mm -hmm. shape kuongezeka mm -hmm. yaani hivyo mwili mm -hmm. kukaa sawa kujibodi kwa hiyo sasa kama zile hormone zitakuwa mm -hmm. chakati vizuri ndio unakuta hata msichana mdogo tu ambaye hajaanza ma maisha yoyote mm -hmm. lakini unakuta hizi zake haziendi sawasawa okay. ehe kwa hiyo huyu mtu mm -hmm. unabidi kwamba unabidi um, u yani, Wanaume sasa hmm. mtusaidie wanawake <laughs> <laughs> <laughs> yes, unatusaidia kwa kwenda kwa daktari hmm. Lakini pia kupata muda mzuri wa kuongea. Unajua mwanamke naye ni chombo ambacho sio tu cha starehe hmm. lakini pia ni mwanamke ambaye unatakiwa ukae naye chini, mjenge maisha, kumwonyesha kwamba mimi nipo kwa ajili yako okay. Kuna mwanamke akili zinatofautiana tofautiana. hmm. Kuna mwingine hata umkere, umuudhi, umgubudhi, umpige vibao, ukirudi jioni kutaka tendo na atakuwa radhi wa kufanya hilo tendo na anakupatia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu tu amekuelewa kwa sababu wewe ni mtu wake, au kwa sababu tu ume kwa sababu ya kumzingua, sio kwa sababu wewe tu ni mtu wake au sio kwa sababu amekuridhia, lakini moyo wake umepokea yale ambayo we unayafanya Ndo kuridhiana. hmm. Mwanamke ukimkosea mchana au asubuhi jioni, hata akipatia, kweli kuna ute hapo? Yani kwamba mmekerana asubuhi eh, afu jioni, jioni, atakuwa ata na ule ute, ute. He, kama anachilia yani sindo yani wewe yani, unavyofanya hmm. Yani kuna mwingine anakuja anajurudi anasema ah labda mimi nilimkosea. Okay, Lakini hauni kama wewe ndio umekosea. Ah, kuna mtu hapa kasemaje, mimi ukinikwaza asubuhi alafu jioni unataka nipande, bro, akagoma kabisa. Huyo huyo sasa ni ule mtu ambaye anaeka vitu moyoni, uh-huh. Lakini pia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 Haiwezekani wewe utoke huko tu kisa una hamu na mimi uje tu uniingilie kama gogo jamani, yani, no. mm -hmm. wesi wa kwangu mm -hmm. hakuna kitu <laughs> <laughs> hakuna kitu kama hiko. Sasa wesi wa kwangu, sasa situmekuoa. Kukosa yani eh. Yes. Uje niongee kama mimi ni wakwako, naambia unaenda, chakula matunda, mboga lazima uyaoshe kwanza, uyamenye kama kila kitu ni kmumenyukatakatakilakitu unamtaka mke wako ujioni, sindio? Unatoka nyumbani, unabidi kuna vitu ufanye, umwonyeshe kwamba mimi leo nataka nikirudi nipate kitu fulani kutoka kwako. Kisaikolojia ndio inaanza kwenye akili.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 umjulii hali uulizi hmm. hata amekula au ameshindaje, yani vitu vidogo sana kwa mwanamke hmm. ndo vinafanya hamu ya tendo yake likawa kubwa zaidi kwako, vidogo sana ah. kwa hiyo mwanamke ukimcheki bebi, usifanye kama, kumbe, na kama vile like you are forcing it yeah. fanya kama yani ndo mara yako ya kwanza, uh -huh. kwanza umekutana naye yani una, yani hata mwanamke yeah, unaweza ukaniomba namba mm. yangu si ndio? mm. mimi nikawa sina intentions kwamba Jose ananitaka mm. wala sio kwamba niko kwenye akili zangu nasema zang, yani Jose mm. mm. lakini unavyochat na mimi mm. ndio naanza kusema ah, huyu ananitaka si ndio? mm -hmm, lakini pia vile vitu ambavyo vitanifanya nikukubalie, si namna ambavyo utakuwa unawasiliana na mimi yeah. Yani, mwanamke ukimpa attention mm. naye anaingia kwenye mfumo Okay. Sisi ni wajinga kwa, <laughs> kwa, n kwa kwa, u, kwa ubora au kwa uchache, lakini yeah. Pia ni watu wenye akili sana mm. Na ndio maana ambayo usicheze na hisia za za mwanamke lakini ujinga wetu unakuja kwamba pale mm, ambapo nitapenda yeah, pale ambapo nitaona masikilizano yapo mm, mapenzi yapo. Sasa ndo unayafanyaje yale mapenzi ili yawepo mm, kwao. Unakuta yani unaondoka nyumbani, bai bebi, ntaku baadaye ntakuona, sawa mm. Uko kazini, mwenzako, nimekumisi yani, kuna staili yako ile ukiwa na mimi nasikia raha mm. Umekaa saa saba kidogo, yani mke wangu mm, chakula chako huwa ni kitamu sana